Watoto mia nne wanaoishi katika mazingira magumu wanaosoma shule za sekondari wilayani Kahama wamepatiwa misaada mbalimbali ikiwemo karo, sare kutoka mgodi wa Buzwagi unaomilikiwa na kampuni ya Kashia ikiwa ni jitihada za kuongeza idadi ya watoto wa kike ya kupata fursa ya elimu kupitia miradi ya mgodi huo ya huduma za jamii. Kutoka Kahama mkoani Shinyanga, taarifa ya mwandishi wetu Pasco Michael inafanua zaidi. Hayo yamesemwa na meneja mkuu wa mgodi wa Buzwagi Bwana Paili Belwe Imamu wakati akizungumzia swala la kukithiri kwa mimba na ndoa za utotoni wilayani Kahama, hali ambayo inarudisha nyuma maendeleo ya mtoto wa kike, huku akiiasa jamii kuvikemea vitendo hivyo vinavyofanywa na baadhi ya wazazi. Kumesema kuwa pamoja na serikali kufanya jitihada za kukomesha tatizo hilo, jamii ina fursa kubwa ya kuungana na serikali dhidi ya mapambano hayo, huku akipongeza Kwema Modern Sekondari kwa kuwapokea watoto hao ipo nashukuru uongozi wa Kwema Company kuhakikisha kwamba kuna boarding facilities za kuhakikisha kwamba mabinti wanapewa nafasi ya kusoma. tunajitahidi katika jamii kuhakikisha kwamba na sisi tunatoa mchango wetu ambao tunajaribu kuangalia watoto ambao wanatoka katika mazingira magumu, tunawalipia karo za shule na tunakubali kwamba Baadhi ya wakazi wa Kaama wa wamesema hawatakaa kimya wakiona mtoto wa kike anafanyiwa ukatili dhidi ya mzazi wake, bali watapaza sauti ya pamoja ya kuwaumbua wazazi wanaowaoza watoto katika umri mdogo. Na sisi wazazi tuwe ushirikiano wa kutosha watoto wetu wasiweze kubugudhiwa, wamalize masomo yao. Hilo ni kosa kubwa. Mtoto ana haki, awe wa kike awe wa kiume, ana haki ya kusoma. Hakuna sababu ya kuwazuia ili waolewe. Watoto wanapokuwa shuleni, wakirudi, tuseme nao, tuongee nao, tuwaelimishe, tusiwafiche kitu chochote, kwamba mimba za utotoni zina madhara, zinaharibu maisha. Kwa tuliomba serikali ichangie na itusikie sisi, wasichana sauti zetu, saidie na wachukue hatua kali kwa chochote ambaye atafanya ndoa za lazima. Nikiripoti kutoka hapa Kahama, mkoani Shinyanga. Pasiko Michael wa Chanete.